K o puolhaya mtazamaji, tunaendelea kwenye episode ya 15 kama kawaida hai, utakumbuka basi kilichokuwa kinaendelea e, pale kwenye arena. Wa! wakati huu lilikuwa linapangwa pambano e, baina ya Murong Mingzu e, pamoja na Yikai lakini, wakati ule basi Misma alipompatia chakula Yikai. Ikagundulika basi yeye mwenyewe akabaini E, kwamba palikuwa na silaha ndani yake, akashukuru sana si. Sasa wanatakiwa kwenda kupambana e, katika ile arena na sheria za kasiri hili ni kwamba basi anayekuwa ameshindwa kuwa, eh, basi e, yule ambaye ameshinda ndo ana anaachiwa huru kwa pambano lao e, ni kwamba kwa sheria za arena ilitakiwa lazima mmoja a <coughs> Ehe, sasa unaweza kuona murango mzuri. Hii ni kwa sababu tujika ka ya yamefungwa zile micheni na nini. Sasa nasema, hey, yika, leo, hey, leo imefungwa kabisa. Sasa nitatumia upanga wangu huu ni kuoneshe leo. Nitakutoboa toboa leo. Wakati huo wafungwa wengine walikuwa wakishangilia. Ehe, na unaona Uncle Feng yuko pale naye anashuhudia kila kitu. Eh, wewe unajua sana kukwepa, eh? Basi pambano likafanyika. Sasa kuna time jamaa amemkuta. Murong hajui yule jamaa amepita. Eh, wakati huo eh, pia basi unaweza kuona Ye Kai akaanza eh, kumfanyia dhihaka. Eh, ah, kwa hiyo kumbe unajua eh, sana kuruka eh? Akisema basi eh, nisamehe siruki tena. Sasa angalia kale kamtego cha kutumia eh, vile vijigololi vile eh, cha kwanza kikatumiwa. Master Murong ni shu be wanzi yao. Vipi, mbona usoni pako hivyo umengatwa na nam? Kila alipojaribu jaribu basi likuwa eh, na wataalamu wa mambo pale walishaelewa kwamba Master Murong kupambana hawezi. Sasa hii ni ya pili. Master Murong, nini tena kimekufa? Kwa ah, ah, usiwe na namna hiyo. Kwa ah, we kuna utundu wako unatumia. Mbona sina chochote, Master Murong. Kwa puto. Sasa nakuambia nitakutoboa toboa leo mpaka umalize. Kwa haya, wakati akiwa anajaribu jitihada zake zikuza matunda. Sasa amepatwa yeye. Kwa. Kwa chima Murong. Mbona unakuwa na uruma sana hivyo namna hiyo Master Kwa. Murong? Akamtupia tena upanga wake. Sasa hebu imagine unakuwa na silaha lakini unayepambana naye licha ya kuwa na silaha yako uwezi tena kumshinda. Mm, sasa akasema unajua, hii inaonyesha mimi na wewe uwezo wetu hauwezi kufanana. Basi mimi nimekuachia huru, nenda tu. Haya, mimi nimeshindwa. Sasa masta, unajua wewe ndio una silaha na hapa kuna sheria zake kama ambavyo mi najua yaonyesha uwezo wa kupigana unao hasa, kwanini uniachie niende huru leo? Lazima unionyeshe ujuzi wake. Sasa yani yika yakamua kumwoshea pale mbele ya demu wake yaewe wakati watu wengine wakiwa wanashuhudia ah, wa kila kitu ah. E bana, alioshewa sana, kila alichokuwa anajaribu yeye akuwa anafanikiwa alafu. Sasa alikuwa amevaa vizuri, lakini jamaa akaanza kuvuta zile kamba ah, ah, ah, ah. Sasa hii imeshakuwa mbaya kabidi. Ankofenga inuke kumwambia msimaa, msimaa anamwambia hata usiwe na haramu kuwa na sura sasa angalia, ameshafikia wakati ambapo hawezi tena kufanya chochote. Mkono wake mmoja umefungwa nyuma ya kichwa chake na upande mwingine pia amefungwa kamba. Angalia, mkono wa kulia, na wa kushoto. Sasa misaada. Tukiacha hili pambano liendelee hapa kuna mtu atauawa. Ye Shaoxia. Lakini hilo hili. Hebu muhurumie kidogo. Hapana hiyo uwezekani bwana. Katika hili kasri kuna sheria zake. Mtu akiingia kwenye arena lazima mmoja afe mwingine ndo apate. Uncle Feng, eti hiyo sheria si ipo hapa kwenye kasri eh? Sure. Akasema oh. Ndio. Na, waje bado haudai. La. Basi aonyesha mimi hilo siwezi kuingia. Baba yangu hayupo hapa. Kwa hiyo inabidi mimi pia nionyeshe mfano bora. E, mara ya kwanza si walimdhihaki. Sasa e, leo naye kawarudishia akasema basi mara ya kwanza ilikuwa ni makosa Nafikiria jambo moja. Ebu angalia kama utakubaliana naye. Kwa sababu basi tekniki za Murong Murong zimekuwa. Na kwa sababu leo ameshindwa kupambana na yeye. Basi mimi nitahesabu kumpiga yeye umewapiga wafungwa 100. Halafu baada ya hapa tutakuachia wewe uhuru tu. Hiyo zawadi unaionaje? Jamaa akasema mimi nimeikubali hiyo. He, basi unaambiwa pale bibi akawa amemwachia huru. Master Murong Minzu, na hii ni tekniki ambayo wao wawili walishaipanga. Sasa sikia, kuanzia leo haijalishi nini kimetokea, usije ukamsababishia shida yoyote misma, la sivyo, ntarudi tena nikufundisha. Basi kijana akakubali sema, basi nimekubali. Haya, tangazo bado liko hewani, ikiwa unataka kununua YouTube channel karibu sana e, bado e, tangazo hili E, naendelea nalo katika kipindi hiki na najua tu kwamba hii channel haitakaa muda mrefu, kwa hiyo karibu sana ukiwa unahitaji namba, iko kwenye screen yako nitafute. Haya, sasa Bibi Miss Ma bado anaendelea kumtafuta Fu Hongxue na amezunguka kweli kweli. Anasema kuna kitu kinaniambia moyoni kwamba bado yuko hai. Hata mimi namkubali yule jamaa bana, ngumu sana kumuua. Sasa uko ndani. Eh, babu anapambana na Master Fu. Huyu babu tunamuita Uncle Chin ndio jina lake. Mapambano yakawa makali sana. Na hapa ilikuwa ni ikiwa basi ataweza kufaulu ule mtihani aoneshwe mlango wa kutokea. Sasa babu anasema wewe umeshashindwa. Kijana anamwambia bado mimi sijashindwa. Nimeshausoma mchezo unaocheza wewe. Na nishajua madhaifu yako. Akamwambia hakunaga mtu anaweza kufanya bila kukosea. Ishajua wa udhaifu wako sasa, kwa sasa nitashinda. Haya, hebu tuone nani atashinda. Pambano likawa kali sana, na babu akawa amepoteza pambano. Sasa nasema inakuwa vipi, nimetumia tekniki yangu inaitwa Blue Moon, hapa ngumu sana mtu kuigundua hii imekuwa vipi? Haiwezekani, haiwezekani. Akasema ukweli, mimi sikuona hata udhaifu katika tekniki zako. Ila nimeyasema hayo maneno makusudi kabisa ili kuweza kuingia kwenye akili yako. Na wewe yakakuingia maneno yale. Uncle Chin, mimi nimeshashinda sasa. Hebu nionyeshe basi kile ambacho umeniahidi. Mlango wa kutokea. Mzee kile kitu kikawa kimemuudha sasa. Ameondoka kwa hasira, ikabidi kijana amfuate. Anaenda kwanza kujipa dawa. Uncle Chin, uliniahidi lakini kwamba nikikushinda utanionyesha geti la kutokea eh? Ndio, nilikuwa hivi. Kichwa changu kiko vizuri. Kwanza ngoja nijipashe kidogo kwanza. Akili moto hasa na. Kwa vipi, kama tulikubaliana, unanigeuka mwambie. Hapana, sijasema nimekugeuka na no tu no, aina shida basi. Nitaenda kuutafuta mwenyewe. Hivi ni eh? Kwa nini unakuwa mkorofi namna hiyo? Ni hapa unataka kwenda, angalia nini kilitokea kwa hao marafiki zangu sita. Hapana, mimi siwezi kupitia hayo. Hivi mbona unakuwa mkorofi? Sasa katika kumchokoza kwa sababu mwamba hapa Fu Hongxue amegundua kwamba mzee ana data na hii mipombe na nini. Akaamua sasa kama hata msaidia ataendelea kupasua machungu yote yale. Ehe, mpaka basi mzee akose kabisa pombe ya kunywa. Ehe, basi mzee amedata. Hii inanikumbusha sana mzee wetu ile Konde, mzee wake na Shao Shi Ilang. Unamkumbuka? Mzee alikuwa na pombe na yani ee na pombe kama mapacha. Litavuka. Lakini wakati huo yalikuwa yanavunjwa mengine mengi sana. Yote hii ni kwa sababu anataka mzee amuoneshe mlango. Pasua pasua yote, mzee alidata sana. Kuna makabati alikuwa amejaa machupa ya kutosha, jamaa akavunja vunja machupa ya. hadi pale mzee mwenyewe atakaposema sawa, basi tuachie hapo, ngoja ni kuoneshe mlango. Sasa ajabu, alikuwa mzito mzee, pamoja na michungu yote l lakini kusema wapi mlango wa kutokea upo, hakuwa anataka kusema. <coughs> Na unaweza kuona jinsi alivyogeuka kuwa kama vile simba, yani amekasirika kwenye kiwango cha juu sana. Haya, na nakukumbusha mtazamaji, zingatia kusubscribe, like, comment, share. Na hii ni utaratibu ambao anakukumbusha mara kwa mara Eh, eh, wakati huo bas, eh, bas, eh, basi ukifanya hivyo itakuwa vyema, wakati unatazama hii wakati mwingine, pia unasoma comment. Angle Chin. Sasa Nandiso akamwambia, unafikiri kutoka hapo ni rahisi? Lazima niwe na silaha ambazo zitatufaa. <laughs> Sijasema ufe. Eh, namna moyoni mwake inabidi uendelee kuwepo. Haya, wakati huu basi ni kama bibi hajui jinsi ya kuelezea hisia zake. E, anaamini yule ni mtumwa wake na anampenda. Sasa hajui jinsi ya kuielezea ile. Kwa hiyo bado ana namna anavyozungumza naye. Haya, wakati huu basi Ye Kai mwambie, hebu mbona asijaribu kusikia ukiongelea mama yako. Akaanza kumsumbua, mamangu alikufa miaka mitano iliyopita. Akaulizwa alikufaje? Aliuawa na mfanyakazi wetu wa ndani anaitwa Wen. Naliiba dhahabu za mama, alipogundua, mama wakawa wamegombana na yule mfanyikazi akamuua mama. Mtoto wake alikuwa rafiki yangu sana, mimi nilimchukulia kama dada nikamwomba mpaka baba amweke pale nyumbani tu. Akamwambia ah, ni Chui nanga eh? Akamuuliza wewe umejuaje jamaa, akamjibu akamwambia mimi ni mtu ambaye anapenda sana kuchunguza habari. Akamwambia ndiyo, lakini nilipojua kwamba maswala ya mama na mama yake ku eh, kufanyana hayo sikuona haja ya kuliweka moyoni kama Chui nanga anahusika. Miaka mitano iliyopita mama yangu alishakuwa alishafariki lakini chui nang naye alifanya kitu, alimwekea baba akawa anataka muhuri wa kidole kidole gumba ili kusudi afanye. Aha, hiyo miaka mitano iliyopita sasa. Kwa nini amjaonana kwambia ukweli miaka mitano iliyopita? Ni ukweli mimi sijaonana na chui nang, nilikuwa najua tu mahali atakapokuwa amejificha, lakini sikutaka kuona, na natamani sana kujua ni kwa nini alifanya vile. Kwamba sasa wakati wanaendelea kuongea, angalia. <t -t -t -t Huyu jamaa Ye Kai akawa ameona njia ambayo hiyo njia yaonesha ndio njia ambayo ndio inaitwa Heaven Gate. Ndio geti la kutokea katika yale makaburi, alikozikwa King of Zoo ambaye anaitwa G Gongshen, kule chini ambako yuko Master Fu pamoja na Uncle Chin. Humu chini mu umepaa na mwe. Sasa angalia. Wakati alipokuwa anamsubiria Uncle Chin atokee, wakati amesema ameenda kuchukua zile silaha Aliamua kuwa anatembeatembea kidogo kujioneaonea, maana yake eneo ni kubwa na yeye mwenyewe ni kama chini kwenye mapango hivi, lakini pamejengwa vizuri sana. Inasemekana kwamba hili ni kaburi kubwa sana ambalo alijenga mfalme wa Zu, anaitwa mfalme wa Zu, jina lake anaitwa Ji Gongshen. Ni mmoja kati ya watawala ambao walitokea kudharaulika sana, kwa hiyo mzee akaona asije akaondoka bila ligasi, akajitengenezea kaburi kubwa sana kwamba basi siku moja afie humo, ili angalau basi heshima yake iendelee kuwepo. Sasa ni sehemu ya siri sana. Ndipo sasa mwamba akiwa anazunguka zunguka humo chini akaona kuna fuvu la mabaki ya mwili wa mtu pale, akasogea, lakini mule ndani palikuwa na kitu katika mdomo wa huyo ee, marehemu hapo, ee, au tunasemaje katika fuvu ee. Haya, kuna kitu alikiona hiki kinaitwa pal, ni kitu cha thamani sana. Akawa anasema hivi vitu vya namna hii wanakuwa wanazikuwa navyo watu wanaotokea katika familia za kifalme. Imekuwaje hichi kitu nakiona katika huu mwili? Ndipo sasa akaanza kutafakari na kukumbuka yale maneno ambayo mzee mwanzoni alimwambia. Mwanzo mwanzoni mzee alitaka afungue moja kati ya eh, sanduku E, ambalo lilikuwa ni sanduku la kipekee kidogo. Akamuuliza, unajua nini ambacho, au nini basi, mwambia mwambia mwambia, ni nani ambaye yumo ndani zaidi ya kwamba Akajua kwamba akiuawa kizembe watu watamdharau hataachaligi, ndio maana akapajia, okay. Ndio sasa master anajiuliza, huu mwili hapa ndo mwili wenyewe wa King Wu yaniJi Gongshan, akatazama micheni ile ya thamani ambayo imevaliwa pale. Ni cheni ambazo wanaweza kuzipata tu kwenye royal families, katika familia zenye hadhi ya kifalme. Sasa alisikia kama pana mtu hivi katika ilo eneo, akasema huyo atakuwa nkuchini. Shunima. Atakuwa yeye kweli? Wakati anajishauri shauri yako ikawa sasa, ngoja aende sasa, nataka akajionee zaidi kama ikiwa ankocheni labda pengine anamtafuta. Aya, sasa ameenda ametafuta kila pahali, akawa bado hamwoni, ikabidi arudi kwenye chumba kile cha mwanzo kabisa ambacho kina sanduku la tofauti sana. Sasa amuoni mzee, ikabidi ajiongeze. Unajua, sasa naye ameanza kupatwa na, na udadisi kwamba usikute kuna siri ambazo haambiwi. Kwa hiyo akasogea mpaka kwenye lile sanduku, ili apate kujionea mule ndani kuna nini. Anasema sasa, katika ili sanduku ambalo basi naliona hapa, ikiwa hajazikwa umo huyo, basi umo ndani hata sasa hayo yanaitwa yanaitwa ile sanduku sisi tunalihitaji, ni sanduku la glasi ambalo, kwanza, kwa kifupi yani, linaruhusu lina hali fulani ya ubaridi. Kwa hiyo mtu akiwekwa mule haozi. Unaona, eh, inaitwa crystal uh, casket. Akasema huyu mwanamke ni nani? Mwanamke huyu mtazamaji, ni mwanajeshi ambaye anatoka katika dhehebu linaloitwa Jiz. Jina lake anaitwa Lian Shao au Xian Shuang. Eh, jina lake hilo aliwawa na mtu mmoja anaitwa nataka tu nitoe tu heshima eh, zangu za mwisho kabaa Kijana alishajua kwamba mzee pana kitu ambacho anaficha, na ndio maana amepatwa na, na wasiwasi sana. Kumuona kijana ni kama vile kuna kitu amegundua, umeona bana. Akamfata kama mzee alivyosema, wakaanza kuongozana taratibu. Sasa kwa kadi, ndio wanavyoendelea kwenda ile njia ambayo mzee anampitisha, yani kijana anaendelea kuona kuna mifupa ya watu wengi sana ambayo inaonekana ilioza, yani kama vile watu walifia umo ndani mpaka wameoza, imebaki mafuvu tu, eh, kitambo hiyo kila kitazama namna hii, anaona ni miili ya watu wengi sana. Haya basi, wakaendelea tuna safari yao. Mzee sasa anataka kumwonyesha kwamba huku nakokupeleka ndio njia ya kutokea Just... yeah. u... patakuwa na silaha zilizohifadhiwa kwa kufi... kumbuka, usifanye chochote kikitokea mimi nitakusaidia, ushanielewa? Akamwambia sawa. Kadi ndo anavyozidi kusogea, inaonekana kama anamtegea atangulie sasa mbele. Unaona kuna kama kiuzi hivi kimetegeshwa hivi.